Mnatekeleza kazi zenu wekeni utu mbele. Wakati mnatekeleza majukumu yenu, muhakikishe kwamba makusudio yetu sio kubaki tulipo, ni kuenda mbele zaidi ya hapa tulipo, katika kuwaletea wananchi maendeleo, katika kukiendeleza chama, lakini pia katika kuliendeleza taifa letu. Ukiichambua kauli mbiu hiyo naweza ukakesha nayo bila kuchoka, kwa mambo mengi ambayo tunatakiwa kuyafanye ili kuiishi. Kwa hiyo niwaombe daima, tuiishi kauli mbiu hiyo. Kupitia ninyi, naenda kujenga kundi jipya la watu wenye haya ambayo imetoka uyazunguzi. Ndugu zangu, katika zama hizi za mabadiliko ya kisera kiuchumi Napaswa kuwa mstari wa mbele kusimamia na kusambaza mafanikio ya serikali ya awamu ya sita chini ya mwenyekiti wetu wa chama, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeshuhudia maboresho makubwa katika elimu, katika afya, katika miundombinu na teknolojia. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanawafikia wananchi na yanaelezwa kuwa ni matokeo ya utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Tutambue kuwa sisi kama walimu makada ndio mabalozi wa chama katika sekta ya elimu. Sisi ndio tunaoandaa kizazi kijacho cha viongozi wa taifa hili, na sisi ndio tunapaswa kuwa wa kwanza kufundisha kwa mfano, si kwa maneno. Kwanza kabisa nimejifunza mzalendo ni mtu wa namna gani. Mzalendo ni mtu anayethamini nchi yake, anayeweza kujitoa kwa ajili ya nchi yake. Lakini pia nimejifunza sifa za mzalendo. Mzalendo ni mzaliwa wa nchi husika, lakini pia mzalendo anatakiwa awe mtu mwaminifu. Pia mzalendo ni yule ambaye anaweza kujitoa kwa ajili ya nchi yake, yaani yuko tayari kufa kwa ajili ya kuitetea nchi yake. Nimejifunza ilani ya Chama Cha Mapinduzi, nimejua kwamba ilani ni mkataba ambao ni baina ya chama na wananchi, na ilani inaelezea yaliyofanyika na yanayotarajiwa kufanyika, na inakuwa ya miaka kumi, lakini sasa tunavyokamilisha elfu mbili ishirini na tano, maana yake inaenda kuandaliwa tena au kufanyiwa maboresho ilani ya utekelezaji kwa awamu inayofuata.